Tamatizo pali ilikuwa kivumbi na yashu. Ilikuwa kivumbi na yashu. Hmm. Hmm. yashu. Juu, nilionaka siku mwa tunenda kubatizo eh, karibu na Tangara kule ngambo za eh, kwenye tulikuwaka. Mm. Mweze tu mwaya juu, mweze tu paseri kwa na watizi kwa na watizi. Sibati walikuwa wamini. Kisha na ya kachoka. Eh, watiza mtu na ya naenda mumai watu wakamurafini. Anataa, anguka watu wakamusimamisha. Tuyo kuchoka. Hmm. Sasa bale wenye yeha kubatiza mkinyamoe. Hmm. Sasa hawa wanabatiza watu elfu tatu wanaume wanawake, hatujui nao walikuwa wangapi? Sasa ilikuwaje? Ilikuwaje? Ma yani, mambo ilikuwa eh, ma, mazito huko kabisa eh, Mungu atukuzwe hmm. Sasa Roho Mtakatifu anapoingia, yani mabadiliko yanaingia, mtu anakuwa kiumbe kipya ajabu. Tunaona wakati Yesu alibatizwa, Roho Mtakatifu alikuja sawa pijo sawa sakatua sawa, aka, aka juu yake, na sauti ikatoka mbinguni ikasema eh, wanafunzi wana, wanajaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja kama uvumi na moto na ndimi za moto zamoto zenye siko sawo za moto zinakuwa juu yao, na wanaanza kusema lugha eh, mbalimbali lugha tofauti, wako wanasema matendo makubwa ya Mungu. Kila mtu mwenye alifika, yani kulikuja watu wengi, walikuwa Yerusalemu, watu walikusanyika pale. Mtu akija hapa, anasikia huyu mwenye yuko hapa iko anasema lugha yake ya mama, na mwengine kwa anasema matendo makubwa ya Mungu yenye Mungu alitenda. Mungu asifiwe sana, Amen. Tutafute sana kujaza Roho Mtakatifu na namuna gani kujaza Roho Mtakatifu? Ni lazima mtu aamini Yesu na tubu, aache zambi na kuomba Mungu, Mungu atampatia kwa sababu ni kwa watu wote. hmm. Lakini Roho Mtakatifu haingie fasi ya zambi, tunaona hapa eh, sasa Filipo sasa alisha jaza Roho Mtakatifu, anaenda kuhubiri injili Samaria, katika Matendo e, ya Mitume sura ya munane na mstari wa kumi na mnane na kuendelea mpaka mstari wa kumi ishirini e, na mbili, hata simpale sasa. Filipo anapoenda Samaria, alipoenda Samaria na hubiri eh, injili watu wanaokoka. Palikuwa na mjanja mmoja alikuwa Simoni Mchawi, alikuwa hatari naye. Wakati aliona vile naye anaingia mbali venye watu naye anasema kama ana ana ana anaokoka anaamini, lakini wakati wengine walijazwa Roho Mtakatifu yeye hakujazwa. Akaanza kusema sasa na mimi niwapatie faranga usudi, anaambia mitume, niwapatie faranga niwapati ili kila mtu mwenyeza kaeombea naye ajazwe Roho Mtakatifu. Akamwambia potelea mbali, hauna sehemu humo, lakini ingekuwa vizuri tu naye masama, akaomba masamaha akaomba masamaha katu. Hata leo kuna watu wengi wanaingia kanisani na hawaache zambi wanaendelea na zambi zao na wanaingia humo ili eh, ku, yani kuzubarisha wengine. usimoni Mchawi alikuwa anaingia mule na hatubu mambo yake ya uchawi lakini kwa maneno yake wakamgundua, na wachawi wengi wanagunduliwa makanisani kwa matendo yao, kwa maneno yao, na nguvu za giza ni lazima zishindwe kwa jina la Yesu Amen. Na adui ni mjanja. Yani, mtu anapojaza roho mtakatifu uoga inatoka. Ile tunaona siku hizi kanisani watu wengi wangali wanaenda kwa wafumu, anakuwa hapa e, Ulaya kwenye tuku lakini dawa ziko zinatoka Afrika, zinamfikia <laughs> wae manaziposte dawa zinafika kwake. Huyu ni iko hapa, lakini angali anashiriki ushirikina, angali sawa Simoni mchawi. Anajiita Mkristu, lakini yeye angali katika hali ya upagani. Inawezekana haende Afrika, lakini yeye anaposikia say, hey, okay ugonjwa kidogo, asema ananiloga, ananiloga. Hakuna mtu mwenye anaweza zeeka, tuseme azaliwe afikishe hata miaka kumi mbili tatu, banadha loga mimbi na inazaliwa na, mtu anazeeka na na na. Uchawi hayuko juu ya Israeli, nguvu za uchawi hayuko juu ya Israeli. Hesabu ishirini na tatu na, na mstari wa ishirini na tatu. Wakati unaokoka hata wafanye nini waloge wachanje njia mm, kwenye ulipita hawatakupata. Yesu Kristo anatulinda usiku na mchana, na ule mwenye anakufanyia uchawi, uchawi itamrudilia itamurudilia, mm, itamurudilia ye pekee kabisa ndio anaanza sema sema mtu fulani anikalacha kuminkuloga sasa, sasa ile uchawi inamrudilia yeah, anaanza kukimbia tamunji Simoni mchawi aka